Yes, mambo vipi mwana sawa sawa digital lakini pia mwana michezo wa sawa sawa digital ambao unaendelea kutufuatilia eh, kila siku kila wakati kwa sababu tunakupatia habari ambazo zinakuwa eh, zina uhakika zaidi. Kwa wale ambao wanafuatilia sana michezo kwa kipindi hiki ikumbuke kwamba siku ya juzi imeweza kuchezeka mechi baina ya Simba pamoja na RS Berkane na pengine eh, na pia Simba kuweza kupoteza kwa mabao mawili. Lakini pia siku ya jana eh, majira ya saa kumi hivi pale Tanga umechezeka eh, mchezo wa, wa, wa, wa, wa nusu finali fainali ya shirikisho eh, kutokea hapa eh, Tanzania. Sasa eh, na Yanga ameweza kushinda mechi hiyo na kuweza kupita na kuweza kumsubiri mshindi kati ya Simba pamoja na eh, Singida Black Stars. So mshindi atakayetoka pale basi ndiye atakayekuja kukutana na Yanga siku ya fainali, lakini pia sasa mara baada ya mchezo huo kuweza kuisha, stori nyingi sana zimekuwa zikiendelea kutokea kuhusiana na moja kati ya wachezaji ambao pia wanapatikana katika eh, kikosi cha Yanga nikimaanisha eh, baba Hamisa Mobeto eh, huyo ni Stephen Aziz Ki na kuhusishwa na tetesi nyingi sana za kusema kwamba mechi ya jana ndio ilikuwa mechi yake ya mwisho kabisa kuweza kucheza akiwa eh, anaitumikia timu ya Dar es Salaam Young Africans na kuambiwa kwamba eh, itakuwa ndio mechi yake ya mwisho kwa sababu bwana anatarajia eh, kuweza kujiunga na kikosi cha Wydad Casablanca kutokea kule eh, nchini Morocco. Sasa kiungo Stephen Aziz Ki pia eh, anaweza kujiunga na timu ya Wydad Casablanca kwa ajili ya kuweza kucheza mashindano ya Kombe la Dunia la Vilabu, yani FIFA Club World Cup ambayo pia yataanza Juni 15, tarehe hiyo eh, Wydad Casablanca pia ni moja kati ya timu ambazo pia zinahusishwa kuweza kucheza katika mashindano hayo, lakini pia wataanza mazoezi yao bwana, siku ya tarehe 19. Lakini pia mechi yao ya kwanza kabisa itakuwa dhidi ya Manchester City bwana, tarehe 18 ya mwezi wa sita mwaka huu wa 2025. Sasa tetesi hizi zimekuwa zinazidi sana kuvuma, watu wengi wamekuwa waki, kuna wengine wanakuwa hawana uhakika na hizi, lakini pia kuna wengine wana uhakika. Kila mmoja amekuwa anaongea cha kwake, mitandao ya kijamii pia imekuwa ikiposti taarifa tofauti tofauti kuhusiana na, eh, eh, eh, kuhusiana na mchezaji huyu Stephen Aziz Ki. Kwa wachezaji wa, eh, kwa tunaweza noti wachezaji pia wa mashabiki wa Yanga wanaweza kaa baadhi, pia wanaweza kutamani kweli Aziz Ki aweze kwenda huko ili aweze kujitanua zaidi katika masuala mazima ya kisoka, lakini pia kuna baadhi ya wengi eh, hawatamani bwana Aziz Ki aweze kuondoka katika eh, eh, klabu hiyo ya Dar es Salaam Africans kutokana na makubwa ambayo anakwisha kuyafanya na mambo mengi sana ambayo ameweza eh, kuyafanya. Ni kurudisha nyuma kidogo kutokana na mafanikio tofauti tofauti ambayo yameweza kufanywa na Stephen Aziz Ki akiwa na eh, klabu ya Yanga. Ni vitu vingi ambavyo vimeweza kufanyika na vitu vingi sana kuweza kutokea, ambapo sasa eh, Stephen Aziz Ki pia aliweza kujiunga na klabu ya Yanga eh, mnamo tarehe 15 Julai eh, mwaka 2022 ambapo alikuwa ametokea eh, katika klabu ya ASEC Mimosas ambayo inapatikana huko eh, nchini Ivory Coast kwa uhamisho wa bure, yaani nikimaanisha kwamba eh, ule uhamisho wa kwamba alikuwa amekwisha kumaliza mkataba wake na, na timu yake ya huko Ivory Coast ambayo ni Asik Momosa, so akawa ameenda moja kwa moja na Dar es Salaam Yanga Africans kuweza kujiunga huko, so, La huko. akinilikun na Yanga pia akiweza kusaidia klabu hiyo kutoa mataji mawili ya ligi kuu. Kombe kombe hili kama Yanga atachukua basi itakuwa ni mara ya tatu mfululizo kuweza e, kuchukua kombe hilo. Sasa mnamo Julai 2024 Aziz Ki pia anaweza kusaini mkataba mpya wa miaka miwili na Yanga, ambapo ni mwaka jana tu, hatua ambayo pia iliweza kuzuia uwezekano wa kuweza kuondoka kwake, lakini pia kuwa na uhamisho huru kabisa na kuonyesha dhamira yake ya kuweza kuendelea kuishi e, au kuweza kuchezea katika klabu hiyo ya Yanga, au sio? Sasa hiyo kufikia mafanikio zaidi, ikiwemo kufikia fainali za ligi ya mabingwa Afrika, ambayo pia iliweza kucheza sasa katika msimu mwaka aliweza kufunga mabao, eh, 21 moja, lakini pia kuweza kutoa pasi au unaweza kusema assist kuweza kusababisha mabao ma, eh, ma, eh, ya mwisho ni assist zilikuwa ni nane na hivyo, eh, kuwa mfungaji bora wa ligi na kuweza kuchangia kiasi kikubwa kabisa cha mafanikio ya Yanga kutokana na sababu nyingine zinakuwa eh, zinatokea. Sasa, yapi maoni yako kuhusiana na tetesi hizi ni kwamba kwa sababu Yanga wenyewe bado hawajatoa taarifa hii kuweza kutangaza rasmi kwamba, eh, tumeshaachana na Aziz Ki, eh, kwamba anajiunga na eh, Wydad na Casablanca hizo zimekuwa tu ni stori za kishakunaku za kishakimbenga ambazo zinapita katika mitandao ya kijamii, lakini pia watu wengi pia na wenyewe wamekuwa wakiziongelea na kuziongelea sana. Sasa, drop comment yako hapo, utakuwa umetisha kinomanoma, lakini pia ukilike comment uh, utakuwa umefanya poa kabisa uh, ukisubscribe channel yetu utapata uh, updates, lakini pia information nyingi zaidi kupitia uh, sisi tunakwambia habari kiganjani mwako.